Mwaka 1939, kwenye mji wa Bremen nchini Ujerumani, mama mmoja akiwa ni mja mzito ndani tumboni akiwa na mapacha wawili alielekea katika hospitali ya hospitali ya mtakatifu Yosefu, kwa maana na St Joseph Hospital Bremen nchini Ujerumani. Mama huyu alikuwa anaenda kujifungua watoto wake wawili mapacha, bahati mbaya, alishambuliwa na mbwa aina ya German Shepherd ambao walikuwa ni mali ya shirika la kijasusi la Ujerumani chini ya Adolf Hitler. Akazaliwa binti mmoja pekee katika wale mapacha wawili, mmoja alifariki. Binti hiyo akaitwa Ilona Marita Lorenz. Ama akapewa jina ama ndio simulizi yetu ya leo inakuja kuitwa The Spy Who Loved Fidel Castro. Menesoma vizuri, eh? The Spy Who Loved Fidel Castro ni kitabu ambacho kinamwandika binti anaitwa Ilona Marita Lorenz. Alikuwa ni jasusi wa Kimarekani ambaye ni mzali, mzaliwa wa Ujerumani aliyempenda mtu wa kuitwa Fidel Castro ambaye alikuwa ni kiongozi wa Cuba, komando huyo. Menipata vizuri? Katika kitabu binti anauliza Maybe I was destined to be alone, labda iliandikwa kwamba napaswa kuwa peke yangu katika hii dunia. Mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tisa miaka elfu moja mia tisa hamsini baada ya mapinduzi ya Cuba, meli moja ilikuwa inatoka Mayami Miami nchini Marekani kuelekea Havana Cuba. Kumbuka, ni simulizi ya binti huyu ambaye alizaliwa huko Ujerumani kipindi cha sera ngumu za Adolf Hitler, akiteseka kwenye concentration camps, kwa maana zile kempu ambazo walikuwa wanawekwa. Mateso mengi alipitia, lakini alifanikiwa kuondoka na babake na mama yake kuelekea mpaka nchini Marekani, kwa kuwa babake alikuwa anaendesha meli ya kubeba waabiria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Walitoka Havana Cuba. Kuelekea, ay, kutoka Marekani Miami kuelekea Havana Cuba. Hiyo siku ya 1950 baada ya mapinduzi ya Cuba ndipo ambapo wanavyotaka kuwasili wakakutana na meli nyingine. Meli hiyo ilikuwa na wanajeshi ambao wana silaha za kivita. Katika meli hiyo ndo alikuwepo komando Field Marshal Fidel Castro. Aliisogelea meli ile na wanajeshi wenzake wengine na kuikagua, ndipo anakutana na binti huyo wa Kijerumani wa miaka kumi na tisa. Babake alikuwa amelala, yeye ndo alikuwa anaendesha kwayo, akawapokea akazungumza nao vitu viwili vitatu, lakini ilikuwa love at first sight. Wakapendana na, kum, na mtu wa kuitwa Fidel Castro. Hata baada ya mazungumzo, baadaye John na baba yake na nini kutaka kujua wamekuja kufanya nini Cuba, baada ya ukaguzi na nini, wakazoeana, wakabadilishana namba, binti akarudi Marekani akisubiri simu ya Fidel Castro. Ndo simulizi yetu inakuja hapo. Binti sio jasusi, lakini binti huyu aliwezaje kuwa jasusi? 1959 katikati huko, simu inalia nchini Marekani, Miami kwenye apartment moja. Anapokea kaka yake binti Ilona marita Lorenz the little German girl. Simu imepigwa na Fidel Castro na anasema naomba niunganisha na Ilona marita Lorenz lito iluminita, kwa maana the little German Girl. Akapokea simu binti kwa bakshasha, furaha kubwa kwamba Fidel Castro kampigia simu, wakaongea kambia, njoo Cuba. Alifurahi sana yule binti, akakatiwa ticket, na kuna mpambe wa Fidel Castro Saint Fuego anaitwa ndo ambaye alifanyiwa, alipewa kazi ya kufanya logistics zote, binti apande shirika la ndege la Palm Air, Palm AM Air kuelekea Havana, Cuba, na wanakutana kwenye Havana Hotel Fidel Castro flo ya ishirini na nne ilikuwaje kuwaje, nini kilitokea na ikawaje binti akawa jasusi wa Marekani? Wakati hapo bado sio jasusi, inakuja pati tu wanao. Uh, Marita Lorenz alipofika Cuba akaenda Havana Hilton Hotel kama sio Sheraton floor number 24 ndo ambapo Adolf I mean uh, Fidel Castro alikuwa anaishi eneo hilo, ko akaenda mpaka pale floor number 24 ndo makazi ambayo Fidel Castro alikuwa anaishi. Fika pale uh, Fidel akuwepo, ko akafika kaoga nini akapumzika, binti ana miaka kumi na tisa hapo Fidel Castro akaja baadaye, kafika zake pale, nini story nyingi amezungumza, mambo mawili matatu nini nini. Kama unavyojua bana, Fidel akamwambia I am Cuba, yani mimi ndo Cuba, kwa hiyo wewe ndo mume wa mwenye Cuba. Binti pigapiga naye story nini, wakaanzisha mahusiano usiku ule, mambo yalikuwa mengi kama mnavyoelewa wanangu, komando field marshal, siku ule alienjoy na bibie vizuri kabisa, walienjoy. Basi binti akawa anaendelea kuishi pale Cuba, kuishiishi pale akaanza kujifunza Kihispania nini Kihispania ki kwa sababu wale wanaongea pia Kihispaniola, ajifunza funza pale nini, mambo akaenda fresh. Sasa baadaye binti akajikuta ni mjamzito, yaani akajikuta mjamzito, ni mjamzito Kuhu, Fidel Castro alivyopewa taarifa kwa binti ni mjamzito mzito, akamwongezea ulinzi nini, basi wakawa wanaishi sasa. Mimba ilivyofika miezi saba kuelekea nane, binti sema ambapo alihamishwa kwenye ile hoteli akapelekwa sehemu nyingine. Anasema hiyo siku alipewa maziwa anywe, baada ya kunywa ile maziwa akaanza kujisikia kizunguzungu, ajisikia vibaya nini nini, kushtuka yupo kwenye kitanda cha hospitali. Tumaona bana. Anashtuka kwa kitanda cha hospitali. Hapo alikuwa mjamzito miezi saba kuelekea nane, tumbo halina kitu. Mtoto haonekani. Daktari alimfanyia ule upasuaji anaitwa Dr. Fera ambaye watu wengi wanasema hakuwa gynecologist, sio daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake wala nini, alikuwa ni daktari wa moyo. Lakini ndo alimfanyia ule, ule upasuaji na ule mtoto kumtoa tumboni. Akaanza kuuliza mtoto wangu yuko wapi, hakuambiwa chochote, hakupata majibu yanayoridhisha. Baadaye akakutana na Fidel akamweleza wa mtoto wangu yuko wapi. Fidel akasema basi, ngoja nifuatilie, kwa kulikuwa na uficho hapa, namna ambavyo binti alijifungua yule mtoto, i mean yule mtoto alipo alipotolewa tumboni mwake ilikuwaje, mpaka akazima, ilikuwaje? Mtoto ametolewa, nani kamchukua? Majibu hayakupatikana. Hapa ndipo ambapo wasama wa binti na Fidel Castro ukaanza. The spy who loved Fidel Castro, ndio huyo binti eh, Marita Lorenz. Basi binti kaka ah, akaona hapa mitika sieleweki, akaondoka zake akarudi nchini Marekani. Hapo akiwani anajihisi amepoteza kila kitu katika maisha yake, kwa sababu alimpenda sana Fidel Castro, lakini kikatokea hicho cha kutokea ambacho yeye binafsi yake akikumpendeza kwamba mtoto wake amuoni na nini vitu kama hivyo, ikamsumbua ile kitu basi. Basi bana, aa, kilichofuata baada ya hapo sasa, binti akarudi Miami, nchini Marekani akajisikia ashapoteza kila kitu, akakaa pale na mama yake kidogo, akaondoka akarudi Ujerumani kwa babake akapiga piga sana story na baba yake nini akamwelezea ya aliyotokea. Sasa mama yake akapewa mission ya kwanza na Wamarekani, kwa sababu CIA FBI Wamarekani Marekani walikuwa wanamtafuta sana Fidel Castro. kwa mama yake akafanya interview na media moja, akaelezea kilichotokea, akasema mtoto wangu alibakwa wa na Fidel Castro, akatolewa mtoto, alikuwa anapigwa, alikuwa ananyanyaswa, vitu kibao pale, alivizungumza kuchafua image ya Fidel Castro. Binti akasafiri kutoka Ujerumani mpaka Marekani kumwambia mama alichofanya sio sawa na nini na nini. Inaonekana kwamba aliumizwa na story kwa sababu inaonekana alikuwa na mahaba mazito sana na Fidel Castro. Pamoja na yote alikuwa anampenda sana Fidel. Mwana bana. Basi binti alivyorudi Marekani akafatwa na maafisa wa CIA na FBI wa nchini Marekani wakitaka kumpa mission ya kumuua Fidel Castro. Ikaitwa Operation 40, yani Operation 40, Operation 40 ndo akapewa binti aitekeleze ya kwenda kumuua Fidel Castro field marshal wa Cuba. Watu waliompa hiyo mission eh, anaitwa Frank Ludquin na Frank O'Brien. Hawa watu ndo ma, o, vipenyo ama majasusi ambao walienda kumpa hiyo mission operation 40 na mchoro mzima wakampa namna gani ambavyo atamuondoa duniani Fidel Castro. Hatari, binti alikataa sana, alikataa, alikataa kile baadaye bidi akubali, akubali kwenda kutekeleza hiyo mission. Wakampa vidonge viwili pills mbili, wakamwambia tunajua unampenda Fidel Castro. Na sisi hatutaki kumuona wewe anaku, umuone anakufa kwa kuteseka. Utamwekea hivi hapa hivi vitu kwenye chakula hivi hivi vimbegu hivi hivi. hivi hivi vidawa utamwekea kwenye chakula ama kwenye kinywaji, akinywa tu atakufa taratibu kabisa. Na hicho chakula sisi utaenda kupewa supply na mtu yupo Chicago, atakupa huo mzigo wa chakula kutoka Chicago. Utapanda ndege kutoka huko kwenda Havana, Cuba, kutekeleza hiyo mission binti alikataa kataa sana, baadaye akakubali, lakini bado moyo wake ulikuwa utake. Akaenda kwa mtaalamu anaitwa Chuck hapo Chicago, akachukua hiyo mizigo chakula hicho ambacho anatakiwa akamtengenezee Fidel, akachukua na hivyo vidonge viwili, akala ndege mpaka Cuba. Kufika Cuba airport clearance, naenda kwa Fidel Castro, na wote wanajua kwamba goma la mheshimiwa ile, jamani kwa heshima, umeona bana Akapanda zake nini msafara mpaka hotelini, hoteli ile ile, chumba kile kile, ghorofa namba 24 akafika pale, akaongea na Fidel. Fide, Fide akamwambia sawa, nakuja hakuna shida, wewe fika hoteli, nitakuja kwa binti. Alipofika akapanda kule nini, akaenda kufungua kwanza kile kidudu ambacho aliwekewa, hizo hivyo vidonge, kutazama aona vimeharibika na vyakula vimeharibika, basi akatupa, kwa sababu hakuwa hata na lengo la kutaka kumuua Fidel Castro. basi Binti ametulia pale, chuma kikaingia Fidel ndani, icho hapo, kala combat zake za jeshi buti kubwa muni, yupo kwenye siga. Binti alivyomwona, wakaongea kidogo I miss you na nini. Binti akamuuliza, mtoto wangu yuko wapi? Fidel akamwambia yupo, don't worry, yupo anaitwa Andres, akamwambia yupo. Andres yupo, yupo. Wewe usijali Utamwona tu. Yuko wapi? Akamtajia sehemu ambapo yupo. Kuna rafiki yao unajua Fidel ana kaka yake anaitwa ya Raul. Ndugu yake anaitwa ya Raul. Hasa rafiki yao ndo ambaye alikuwa nakaa na Andres kwa sababu za kiusalama. Fidel akutaka yule mtoto kainaye, unavyoonekana kutaka binti akae naye na akutaka yeye akae naye. Kwa sababu ya future ya Cuba akamweka sehemu nyingine discreet, tof, sehemu tofauti kabisa. Basi binti akayanyuka akamuliza, mtoto wangu yuko wapi? Fidel akamwambia yupo, lakini wewe ujaja kwa ajili ya mtoto, wewe umekuja kuniua. Wanataka kuniua. Akamwambia kweli ni mimi nimekuja kuua. Lazima nikuue. Akamwambia wewe huwezi kuniua. Mimi lazima nikuue, mwanamke anamwambia. Fidel akachomoa bomba, pipe, kucheki magazine zipo, akampa bunduki binti akashika. Fidel akafumba macho. Akamwambia mimi na mimi najua huwezi kuniua. Binti akasema mimi lazima nikuue. Marita wewe. Fidel akaambia basi sawa, ni uwe. Binti akashindwa akaitupa bunduki chini. Hapo maafisa hapo FBI wac wanas vipenyu wanasubiri kuona fidel anakufa na vipi, wanasubiri majibu. Wamempa dola, dola, dola elfu sita kipindi hicho, wamempa dola elfu sita kwa ajili ya hiyo mission, anaenda kufanya mission mkononi na dola elfu sita basi hapo binti hapo, Fidel anamwambia hawezi kuniua, akatupa bunduki chini, akamkumbatia, anashindwa, hawezi, anampenda sana. Sasa ajua tena muuni mwanamke akampenda Fidel Macho, kwa basi akamkumbatia nini, story mbili tatu hivyo, akala Fidel Macho akala, alipokula akamwambia sasa, mimi natoka naenda kutenge, kufanya speech, kwa sababu leo natakiwa nifanya speech kuhusiana na uzalendo na, na nini na nini na nini akaambia, sasa ile unavyoondoka, fahamu kwamba kuonana ni ngumu na nini. Wakaongea ongea, kaagana, Fidel akatembea binti nje. Anajua kabisa CIA wanamsubiri aje na majibu kama amemuua Fidel au bado hajamuua binti. Akaangalia na dola elfu sita za kimarekani, akiwaza ni ni ni ni, au niende kwa niende kwa huyo rafiki yake aliambia nikamwone, mwanangu nimchukue au nibaki na Fidel au nifanyaje lakini kibaki na Fidel nitampa mzigo mkubwa wa kunilinda mimi na kujilinda yeye mwenyewe ningeenda kumchukua mtoto changamoto pia itakuwa kubwa namna ya kumlinda nifanyaje umeona bana basi Marita alichokifanya akachukua zile dola elfu sita akaziacha mezani akamwandikia kimemo Fidel Castro kwamba hizi hela zikusaidie kumkuza mtoto wetu au kumkuza mwanangu kwa akaacha pale kile kimemo kakibandika kaweka zile dola 6000 akashuka, anasema alivyoshuka ground floor ndo anakutana na mtu amekaa pembeni kama anasoma gazeti ni afisa huyo. Basi binti akaenda kwenye hoteli ambayo alipangwa kufikia na nini, akaweka vitu vyake sawa, akapanda ndege, akarudi Marekani. Anafika Marekani, Fidel Castro wa Marekani unamwona anahutubia, wewe tulikutuma ukamuua. Akazamia siwezi kumuua Fidel Castro, nampenda sana. Kwa hiyo mission ilifeli, binti ali, aliliwa ali, Mishen liferi binti anampenda Fidel na hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa, a spy who loved Fidel Castro, alishindwa kumuua Fidel Castro, ana uwe uh, Marita uh, Otega I mean, Marita Lorenz, hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Wana, ukutane kesho.